Pesa ya kustaafu sio ya kuanzishia wazo jipya, ni ya kufanya chakula <laughs> unajua we ume, ume retire, ni pension. Mm. Sio, sio, sio, sio fedha ya kuanzishia wazo jipya mm. Kunaweza ukawa kuna namba ya watu wachache sana ambao waliwahi kufanikiwa, lakini zaidi ya asilimia 80 hauwezi ukaanzisha jambo jipya kwa fedha ya kustaafu na ukatoboa yaani, uanzishe biashara mpya. Unajua kuna mtu alikuwa daktari, anastaafu ndo anaanzisha duka la madawa, yaani hakuwa na duka hilo. hmm. wakati akiwa anafanya operations anatumia pension ana? yaani anatumia yani, sio pesa kwa. Kuna mtu ananunua gari kwenye pesa ya, ya, ya kustaafu gari na mambo mengi, inahitaji mtu mwenye mbio nyingi. Mpaka na staff ana gari, hata akinunua tena ni shida. Pesa ya kustaafu <laughs> sio ya kuanzishia biashara mpya. Biashara mpya ni ya kuendeleza. Pesa ya kustaafu ni ya kuendeleza hmm, au ya kutumia. Sasa mtu mwingine anahisi pale, nitakapostaafu nikipewa ile tuna, tuna ni kwa pamoja. ni bora kama huwezi kufanya biashara hmm, tuna mifuko ya uwekezaji mingi ya, bora umepata milioni mia milioni mia na hamsini milioni mia mbili kule, katumbukize kule, huu unakula kidogo kidogo faida yako ya, kwenye ya, mipango kuliko kwenda kuanzisha biashara hmm. mpya hmm. hatukatazi, lakini pesa ya kustaafu siyo ya kuanzishia biashara mpya.